Hii ni reform studio ya 2020 eh na hilo e, na ni Kenya sehemu inaitwa Makueni. Bahati nzuri na mimi nilikuepo nikiwa mjumbe kama tukio hivi tena, by then tulikuwa tunaenda kufanya retreat ya kamati kuu Kenya, wenzetu wakiwa na kesi Kisutu kipindi kile kesi ya kweli na ile ya Kinondoni na mheshimiwa Mbowe na wengine wote. Sasa tuliomba nakumbuka tuliomba visa kwa maana Chadema tutoke wakati wa Magufuli tulizuiwa kama tusitoke. kwa moja ya kitukio nalolikumbuka katika historia ya kipindi kile tulienda Kenya kwa kujificha, yani kuna watu walipita njia za, za panya kwa kutoroka kwa sababu tayari ishatoka zuio huku tusitoke na hiyo safari tusiende, kwa wale ambao hatuna kesi tulipita, tulipita na Kosta viongozi wetu ikiwemo akina Mnyika ilibidi pale wavushwe na bodaboda mipakani ndiko Nyalandu, bado tunayo yuko Chadema, naye alikuwa ni mtu ambaye tulienda naye. Kwa hiyo kamati kuu tulifanyia kule kweli, sehemu inatua Ukambani kule Makueni, tulifanyia vile. Lakini kwa namna yoyote kusema kwamba no election no reform no election alikuwa haimaanishi ni uongo. Mimi nimekuwa nimekuwa kamati kuu ile na nimekuwa kamati kuu hii ambayo tunajadili na hii kamati kuu yenye maazimio vile vile nimeshiriki zote mbili. Ajenda ni moja tu, kwamba tukienda kwenye uchaguzi watu wetu wanakatwa na wanaondolewa kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Tusiende kwenye uchaguzi mpaka tupate nini? Reforms. Sasa kauli ya kwamba tukizuia tuwezi kuzuia, sio tofanana na nini, ni kauli za CCM. Mwanachadema huwezi kusema tukizuia tutapigwa mabomu, watu wetu wataumizwa. Kwenye siasa hizi kuna mtu aumizwe. Huwezi kuwa mpinzani bila kuumizwa bila kuumizwa. Kwa hiyo anasema mimi nimeona nitaumizwa, siwezi kuzuia uchaguzi. Zipo hoja unaongea kama mwanachadema, lakini kuna hoja ukiongea kama mwanachadema. Tunaanza kuona toni yako imekaa ki nini? Ki CCM. Kwa hiyo kimsingi e, kwamba sisi ambao tulikuwa upande wa Mbowe tunaamini kwamba hii no reform, no election ni ya kutania ni kumzalilisha mwenyekiti wetu mstaafu mheshimiwa Mbowe, kwamba kwamba hakuwa serious. Sisi tunaamini hata yeye na kikao ni wajumbe. Watu wengi hawajui kikao ni wajumbe. Mwenyekiti unaweza kaja na msimamo wako na wajumbe tukakupinga vile vile. Hata mheshimiwa Riso akija, kama tikuso kama anakuja anatuburuza, atatuambia yeye ana maoni mchana tulewali, wajumbe wanasema hatutaki wali, tunakula ndizi. Kwamba lazima yeye mwenyekiti ndio atuamue tulewali kwa hiyo vikao vinaenda kwa wengi wape. Watu wengi wakishaamua kwamba kinahitajika kitu gani na maamuzi ni kitu gani, hayo yanakuwa ni maamuzi ya watu wote. Na hata Bagamoyo kwenye kurefresh hii msimamo, tunaendaje mbele? Kama tukio imejadili tena. Majority wakasema kwamba jamani tusiingie kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Kuna mtu anasema mamlaka hayo chama wamepata wapi? Kamati kuu ikishaagiza katibu mkuu na watu wengine wote ni watendaji wa kutekeleza yale maazimio ya nini ya kamati kuu ambayo tayari kamati kuu imeagiza. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Lakini niligusia hapa jambo la kustrengthen solidarity ambayo mwenyekiti Lissu alishaanza kabla hii ku, ku, ku, kutupwa we korokoroni kwenye kesi yake ya uhaini ya kustrengthen eh, mahusiano kwa maana watu ambao walikuwa wanaonekana ni timu Mbowe, hizo timu zikawa zimefanyaje, zimekufa, na watu wanaonekana vile vile timu Lissu, hizo timu zimefanyaje? Inabaki timu moja ya Chadema, na tukiwa titi moja, imaanishi kwamba watu wote tuna msimamo mmoja, na hata kama ni mwanasiasa umeshindwa, unaona hujakubali ume, uja kushindwa. Jambo pekee kwenye siasa za kiungwana ni kujipanga na uchaguzi mwingine, lakini wakati huo unatii uongozi na mamlaka ya watu wape waliochaguliwa na ukimtii umtii Lissu, unawatii wanachama chama wengi waliofanya ule uchaguzi na uamuzi ule. Kwa hiyo kusimama upande wa chama si udhaifu au uoga au kujipendekeza, ni kuheshimu wenzio wengi, weza wamekosea, wamepatia, lakini kwanza tii mamlaka hiyo, kusaluti si kwamba unasema wewe unamsaluti ndo mtu wa maana, una, una madaraka yake. Kuna mtu anapigwa saluti kwa sababu ameteuliwa na, na rais, na rais amemteua kwa sababu katiba imemtaka mtu huyo ateuliwe. Kwa hiyo unamsaluti, si kwa sababu wewe ni mnyonge, unaheshimu kwamba sisi tunavyoenda, hii ni jamhuri, watu wengi wenye madaraka yako kwa umma. Umma umempa mtu fulani mamlaka, mamlaka hayo kwenye umma. Akishapewa mtu huyo, kila anachokifanya, tunaamini umma ule ndo umetaka mtu huyo afanyeje. Akikosea una nafasi mwishoni kuja kusema ulipewa nafasi hii, umekosea, na umma ule utasema tulitegemea e hey, lakini tumekuta ni b. Utakuwa na haki ya kukuadhibu. Sasa hii ya kwamba wenzetu wachache wanaopita huko kwamba e, kuna hiyo timu ya Mbowe kwamba inanyanyaswa inafukuzwa inafanywa nini. Hivi kwa mfano niwapeni mfano mdogo nyi viongozi wa kanda ya Pwani. Unakuwaje kiongozi wa kanda ya Pwani? Mimi sasa ndio mwenyekiti na nisema ndio mwenyekiti wa kampeni ya Mbowe. Yaani mimi naweza nikatumwa nikufukuzee, maana kwenye uongozi wa mkoa na majimbo angalau wa viongozi wa mikoa wa juu, sisi ndio mamlaka yao ya nidhamu. Ambao tushakubaliana ni wenye viti wa kanda tisa kati ya nane, au nane kati ya tisa. Si ndio? Tafsiri yake katika kanda zote hizi mamlaka ya nidhamu iko chini ya wenyeviti wa kanda, ambao tushakubaliana ndio wengi wanaondoka mkono Mbowe. Hawa watu kwa mikoani kwenye kanda zao wananyanyaswa, watanyanyaswa na timu ya Mbowe. Mamlaka ndio watu wa mwisho, wafanya nini? Decision ya kuonea watu. Na ndio maana sisi hapa ni mfano tu kwa ndugu yangu Asenga alikuwa Segerea, alisimamishwa na mkoa, akakata rufaa ikaja kwenye kamati tendaji ya kanda, mwenyekiti wake wa Segerea ulisimamishwa tukaja kanda bila kujali timu watu wakasikiza yale mashtaka tukawaambia hapana kwenye jambo hili kimekosewa ABC tukamrejeshea ilikuwa mwaka huu mwezi wa nne tu sasa wao ukikimbia ukisema umekimbia kwa sababu mnafukuzwa mmewahi msifukuzwe nikutiana uoga tu ili wewe uogope uamini kwamba hata ukibaki unafanyaje unafukuzwa, unafukuzwa unafukuzwa vipi kila kitu salama kiko wazi kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba wala sio kwa ajili ya matakwa ya mtu na mimi nina msemo mmoja kwenye uongozi wangu ni fanye kaona nyie kwamba ndani ya Chadema au kwenye hivi ambavyo siasa hususan Chadema ambao naijua, tunaweza tukaishi watu ambao watupendani na na na wala bila kugombana, kwa sababu wote tunaongozwa na nini na katiba. Kwa hiyo katiba yetu inaweza kumfanya Mwislamu na Mkristo wakawa ndani ya Chadema, Nyakiusa na Mmasai wakawa ndani ya Chadema, kwa sababu wote wanaunganishwa na kitu hiki kimoja tu cha katiba. Sasa kinachotia mi uoga kusema bwana tunakimbia kwa sababu tumeambiwa tutatuje kufukuzwa wote. Kwa tukimbieni tutakuja kufukuzwa. Na kufukuzwa nani? Na katiba ishaonesha rangi ya kufukuzwa ili ufukuzwe. Lazima mamlaka yao watafanya ni mwenyekiti wa kanda. Kwao Sugu alikuwa ni mtu ambaye. Kwa kama utafukuzwa kule Nyasa utafukuzwa na Sugu mtu ambaye wewe mtu ambaye unasema unakimbia unamkimbia nani? Kwani alikuwa mtu ambaye au kuwafukuza mpaka mnawai mnakimbia ni wakina nani? Hii People's. People's, inaitwa undugu lawama. Sisi, sisi Waswahili tunasema undugu lawama, ukimpa wali kwenye bakuli akakuseme vizuri, na ukimpa wali kwenye kisosi anajiona mwenye mkosi. Kwa maana ukimpa kwenye bakuli sasa ameniona mimi mlo, ukimpa kwenye kisosi sasa kiwali hiki. Kweli watu wachoyo, si ndiyo? hata wakifanyiwa jambo lolote, tushakuwa na mentality ya lawama. We kila kitu chako itakuwa nini? Ni lawama. Lakini si mbaya. Tumekuja leo hapa tutoe ufafanuzi. Mimi binafsi nimekutana mheshimiwa Mbowe mara kadhaa, mheshimiwa Mbowe mara kadhaa, kwa mwezi Mei na mwezi Juni nimekutana mheshimiwa Mbowe miezi hii mara kadhaa na mara zote nikiona huku vijana wanaongeongea maneno ya pembeni, namuuliza kuna hiki inaendelea, anasema sijui chochote. Na ukweli ni kwamba mheshimiwa Mbowe ametuaga, anaenda kwenye biashara zake binafsi. Kuna wakati alienda China kakaa zaidi ya mwezi mmoja na baada ya uchaguzi tunadhani wiki moja mbele, mheshimiwa Mbowe alikuwa China amekaa kule karibuni mwezi mmoja au miezi miwili eh? Sasa amerudi anauliza kinaendelea nini na hiyo likizo alojigaia hata ya siasa ni moja kutengeneza kudoa ile tension ya kujiona kama vile unajua, kuna mtu anasemaje, mbona Mbowe yuko kimya sana, hazungumzi Mbowe yuko nyuma ya mambo haya. Imani yake ilikuwa kama inasema mwanzo kwenye utangulizi, muda mwingine, yaani, leo kwa mfano, kwa jinsi tu hii, watu bado hawajatulia, wanatumiana tuumiana, ingetokea cha kutokea chochote, tunaitishana vikao hapa, afu Mbowe anaonekana huzuria pia kuna maneno yangeibuliwa atakuja kwa mlango wa nyuma, huyo mwenzio yuko kule naona sasa anakuongoza vikao. Kwa hiyo kwenye utaratibu wa dunia iliyostaarabika wenzenu wakiingia ofisini mnawapa nafasi na, na uhuru mbeleni huko, wakisha zoea ofisi wameiweka yote mkononi, unarudi vikaoni unaendelea kushiriki nao. Kufanya jambo lolote kwa kukaa kimya haimaanishi kwamba mtu yuko huko pembeni amenuna au amekaa pembeni, si kweli. Na mimi najua mara mwisho amekutana naye Mheshimiwa Mnyika amewasiliana naye, najua amenitaarifu, kwamba niliwasiliana na katibu mkuu, na najua katibu mkuu alimuuliza, bwana Mheshimiwa, kuna tajwa au kuna watu mikoani umewatuma kazi hizo? Si kweli, hilo jambo halipo na wala halijui. Mimi nakutana naye, nampa nayo feedback feeling zake mawazo yake. Nina uthubutu kwa kusema kwenye jambo hili aliwezekani, labda hiyo akili yapate leo asubuhi, kwa sababu uwezo kwa wanawazia jambo jema, alafu jambo unalowazia jema unaliwazia tena vibaya, haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo ingekuwa tuna vikao sisi leo mheshimiwa Mbowe kwamba ukimya wake na kwamba tunaamini ni maagizo yake ya sabotage kwenye kampeni tulikuwa tuna cheni ya mawasiliano tumepeana maelekezo, tunafanya jambo hili, ni msimamo wa kambi fulani, kitu iko. Baada ya uchaguzi wa chama tu hatukuwai kufanya vikao vya namna hiyo wala kukutana tena kufanya jambo lolote la maagizo ya pamoja kwamba sasa tuna msimamo huu ili tuone against chama au kujipanga zaidi ya chama, tujue kufanya jambo la namna hiyo. Sasa ombwe Siku zote wanasema shetani hupita sehemu ambayo inanyufa, ili ombwe la maneno kushoto na kulia, muda mwingine namtengeneza shetani na majaribu ya kuamua kupita katikati, na ndio maana unaona sasa, ukifanya hivi linazushua kushoto, ukifanya hivi linazushua kushoto. Na mimi nimekuja hapa, wengine wanasema tumeambiwa, wale wanatangulia nyinyi, mtaenda mwishoni Nampigia kwenye simu kesho, ambia bwana, mbona mheshimiwa, nimeapiwa kabisa kwamba sisi tunatangulia wao. Nakuja basi. Pia nichukue fursa hii kuambia kwamba mimi Boniface Jacob sihami, sina mpango huo, sijawaza sijafikiria, wala sina mpango huo. Mimi ni kijana wa chama mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, natimiza miaka ishirini ndani ya Chadema na, na imaanishi kwamba ndani ya Chadema e, kwamba mambo ni mazuri au kwamba tunafaidika tuna, tuna sana si kweli. Mimi ndani ya chama hiki sija kupata kazi ya kuajiriwa na mimi ujumbe wa kamati kuu wa kwanza, ule ujumbe wa kamati kuu mkija vikaoni angalau kuna posho, mnapewa nauli ya kuja na kuondokea, chakula mnakikuta, ukumbi mnakuta. Mimi kwa ujumbe wa kamati kuu uliopita nikiwa kama mstaiki meya wa Ubungo na Kinondoni, orodha ya kulipwa mimi kamati kuu nilishaondolewa, sijawahi kulipwa kwa, kwenye vikao popote vikifanyika naenda kwa nauli yangu, nashiriki bure tulisema ambao wenzetu hawana uwezo wa kujimudu wataendelea kulipwa na chama posho hadi kadhalika. Hata sasa hivi kwa vyama tukufu vinafanyika vikifanyika popote, kuna baadhi ya watu sisi hatuendi kwenye meza ya malipo, ni aibu. Kwa hiyo hatuko Chadema kwamba kuna hela au kuna mrija wa hela unapata fursa yoyote, kwamba ndani ya Chadema kuna siku nimelipwa laki tatu laki nne kwa kazi yoyote iwe ya makao makuu au ya kutumwa, haijawahi kutokea tangu niyo chama hiki lakini angalau nina fadhila kwamba chama hiki kimefanya leo, tunakutana na watu tunakutana na mawaziri leo wanatusalimia kwa heshima. Kama sio chadema hii tungekuwa. Kwa hiyo leo elfu mbili na ishirini na tano mimi natimiza miaka ishirini ndani ya Chadema, nikaanza maisha upya tena nishakuwa na watu kwenye familia na hakuna watu wamepatia magumu kuliko si sisi wengine ni vile tu sio waongeaji. Kuna siku natoaga mfano wa namna ambavyo mtu anaweza kukutana na magumu na ukaya sustain bila watu wa nje ku. Mimi nilishakutana na, na shinikizo la familia niache siasa. Na walikuwa wana hoja kweli kweli, na kila siku nakutana kwenye vikao na nawaambia, ni mfano wangu kwamba kuna siku hapa nilitoa makao makuu pale Kinondoni kukisaidia chama, baadaye polisi wakawa wananitafuta, nimejificha, chama ikaniambia jitokeze Katibu mkuu Dr. Slaa nikashawishiwa nijisalimishe. Siku ya juma nikaomba nijisalimishe Jumatatu, alisema kama ndo unaogopa polisi, nikasema basi nijitokeze. Kujitokeza nikaenda Central. Central wiki mbili pale, wiki ya tatu tumepandishwa Kisutu na ile kesi. Pamoja na kuomba wanachama nijitokeze nisaidie chama, tulikuwa watatu, wawili walikuwa maafisa wa makao makuu. Mtu ambaye kuwa afisa wa makao makuu nilikuwa mimi peke yangu. Ni mnakumbuka tumeenda Kisutu pale kwa hakimu 2012 na nafikiri ile au na 13 na 14. Na na palikuwa na hakimu mama mmoja alikotoa, mama Elorande Lema. Tumefika pale tunaambiwa tumeshtakiwa, mashtaka yetu imefika muda wa zamana, wale maafisa wa makao makuu barua zipo misina, tunatolea na macho mahakamani. Sasa familia yangu ipo inaona Chadema imeandaa barua kwa ajili ya watu wengine, lakini mwenzetu mtoto wetu au ndugu yetu kasahaulika. Na Mungu mkubwa, hakimu akasema mi sina mda kutoa zamana roborobo, au anaenda wote jela au, ikikamilika, watakuja kutoka wote. Tukaenda wote keko na wenzangu wawili <laughs> nimetoka pale ndugu wamenuna, ndo nambo gani? Kama kwenye siasa wezi wanakusahau hivo, na wandu wa walikupigia simu jisalimishe, mwaka mmoja mbele, hiyo si elfu mbili kumi na nne, elfu mbili kumi na tano Desemba. Elfu mbili kumi na sita Januari, na kuhamia Kinondoni nimekuta wamepika mbuzi pale na pilau na kwa, na kwa, Chadema. Kwa hiyo hapo umuukila kwenye siasa ni ni takutana na wenziwa watakubaruza kweli lakini we kila ukiguswa, kanigusa hapa mi naacha siasa. Unaacha siasa, ukiacha ni wito wako tu mwenyewe, umeamua uache, lakini sio kwa sababu kuna mtu amekusababisha uache. Kila mtu kama alivyoingia Chadema na ana uwezo kutoka kama vile alivyotoka Chadema, lakini isitengenezwe nadharia kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, itakuwa ni jambo baya sana. Na mimi niseme kwamba kama watu wanaama kwa kwa sababu zao haina shida. Najua viongozi wengi na waandishi wa habari kwa wananiuliza. Simamo wangu ni huo kwamba asihame kwa kusingizia kubaguliwa kunyanyaswa kufanya nini. Na tena wanasema matusi, nimeuliza matusi gani, wanasema Mbowe anatukanwa sana. Nikaangalia, ndo wale nasema sasa, huyu mbona kwenye uchaguzi tulimwomba tu atoe post picha ya Mbowe alikataa, katalia, huyu anaogopa. Leo uchungu wa Mbowe kutukanwa mpaka anahama chama na utoa wapi hizo ni sababu zake zenyewe, lakini kuondoa ile propaganda kwamba wakina Boni wakina nani hawa wanatangulia na baadaye wote watakuja, hilo jambo halipo. Kama mtu ataondoka ni kwa hiari yake, lakini hamna mtu tumepanga, wala hakuna mtu anayemtanguliza mtu sehemu aende, kwa maana kesho atafata. Sisi wengine tumeamua tutakuwa Chadema tukibaki Chadema, tutakutana Chadema, tufanya kazi za Chadema za chama, lakini nije kwenye jambo la mwisho.